Kitui ina ambapo, tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeanza zoezi la usajili wa wapiga kura katika kaunti ya Kitui. Tume hiyo ikiwarai wananchi wa Kitui kujitokeza kwa wingi, bora amehitimisha miaka kumi na minane na wana vitambulisho hitajika. Aidha ametoa video, aidha ameweza kudokeza kwamba ikiwa mmoja anafanya kazi eneo hilo na anataka kupigia kura eneo lingine, basi anaweza kusajiliwa eneo hilo bila shida yoyote. Itakuwa ikiendelea kwa siku tano kwa wiki, kuanzia saa mbili asubuhi mpaka kufunga jioni saa kumi na moja, kwa ofisi la IEBC la eneo mbunge. Na hapa Kitui kaunti tuko na maeneo bunge manane kwa hivyo wale wa kule Mwingi North, watatembelea hiyo ofisi yetu ya tume ya uchaguzi iko huko. Kule Mwingi West wataenda Migwani. Wale wa Kitui West, wataenda Matinyani. Wale wa Kitui rulo wataenda kwa Vonza. Tuko na ofisi yetu hapo. Haitumii muda mrefu dakika chache tu utakuwa umejiandikisha, bora umefikisha miaka kumi na nane na uko na kitambulisho ama ile tunaita pasipoti na ni Mwanakenya, utapata hiyo na nafasi ya kujiandikisha. Tembelea hiyo kituo ya tume ya uchaguzi iko karibu na wewe, utaelezea ofisa, mimi ningetaka tukikuja mwaka wa mwezi wa nane, mwaka wa 2027 kupigia kura huko kituo fulani, patia na mfano tu Machakos, tutakupatia na nafasi na tutakuwa roketi huko, si lazima utembee huko. Hiyo nafasi tume imewapatia wana Kenya, ndio hii zoezi likuwe rahisi kwa kila mtu.